Ndege ya United Airlines yaani UA 198 iliyokuwa inatoka Los Angeles Marekani, kuelekea Shanghai China, ililazimika kurudi nyuma kwa hafla mara baada ya rubani kugundua ya kwamba hakuwa na paspoti yake ya kusafiria kwenye ndege hiyo. Ndege hiyo ilikuwa angani kwa masaa mawili kabla ya rubani kugundua kosa lake na kulazimika kubadilisha mwelekeo na kutoka katika uwanja wa ndege mwingine. Ndege hiyo ilikuwa na abiria 257 na na wahudumu 13 ilipoondoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Los Angeles ikiwa inakwenda Shanghai tarehe 22 mwezi wa 3 2025. Ndege ambayo ilipaswa kuwa na masaa 13 na nusu ya safari, safari ambayo ilikatizwa kutokana na kosa la rubani na kufanya abiria kuwa na hasira, hivyo kupelekea ndege hiyo kutua San Francisco, kaskazini zaidi kuliko ilivyotoka. Abiria mmoja alishangaa na akaenda kwenye ukurasa wake wa X zamani Twitter, kutoa hasira zake, ambapo alikutana na majibu kutoka kwa shirika la ndege lililomjibu kwa kifungo cha fomu ya kujaza kwa ajili ya fidia inayowezekana kutokana na kadhia hiyo. Baadhi ya abiria walilazimika kukaa kwa zaidi ya masaa sita kutokana na kosa la rubani huyo, huku msemaji wa shirika la ndege alisema ya kwamba na mnukuu, taarifa yake ikisema kwamba tunajuta kwa dhati kwa usumbufu wa kusafiri usiotarajiwa, mwisho wa kunukuu. Abiria walijulishwa kuwa ndege ilielekezwa San Francisco kwa sababu ya tatizo lisilotarajiwa linalohusiana na wahudumu lilihitaji wahudumu wapya. Abiria pia walilipwa vocha ya dola za Kimarekani 15 ambazo ni sawa na shilingi za Kitanzania takriban 1040 baada ya kutua San Francisco, kitendo ambacho abiria hao hawakukitarajia. Kwa nafasi yako jambo kama hili tukilileta Tanzania, je, unaona ya kwamba shirika gani linaweza likalipa fidia kwa abiria wake kwa kuwachelewesha tu safari kwa makosa ya mtu mmoja ambaye ni dereva wa chombo hicho? Haijalishi ni chombo cha angani, chombo cha majini, ama chombo cha ardhini. Tuandikie hapo kwenye upande wa comment na sisi tutajadili kwa hii ni Sawasawa Dijitali, mahali ambapo tunakuhabarisha kiganjani mwako.